Kuna makocha wanaokuja na kupita kama upepo wa jioni, lakini kuna wachache ambao miguu yao iligusa ardhi ya soka na kuacha alama isiyofutika. Arsen Wenger ni mmoja wao, si kwa maneno bali kwa maisha yake ya nidhamu, falsafa na mapinduzi aliyoleta kwenye mchezo wa soka duniani. Alizaliwa 22 Oktoba 1949 katika kijiji kilichokimya karibu na Strasbourg, Ufaransa. Tofauti na vijana wengi waliokulia kwenye kelele za viwanja, Wenger alikulia akiona soka kama sayansi ya akili na nidhamu. Baada ya kupata shahada ya uchumi, aliwahi kucheza soka kwenye ligi ya daraja la chini, lakini hata wakati huo akili yake haikuwa ya inatazama jinsi ya kufunga bao, bali jinsi ya kuunda mfumo unaofanya timu nzima icheze kama mashine iliyoratibiwa kwa usahihi. Mwaka 1984 Wenger alikabidhiwa jukumu la kwanza kama kocha wa AS Nancy Lorraine. Hakuwa na jina kubwa wala fedha nyingi, alikuwa kijana aliamini kwamba maarifa na mpangilio vinaweza kushinda uzoefu wa miaka 1987 alihamia AS Monaco na mwaka mmoja baadaye akaiongoza timu hiyo kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Ufaransa. Ndipo dunia ikaanza kumsikia yule kocha mrefu mnyenyekevu, mwenye macho yanayochunguza kila kitu. Alianza kuibua vipaji vya wachezaji kama Thierry Henry na George Weah na akajulikana kama profesa wa soka. Lakini kama ilivyo kwa hadithi nyingi nzuri, hata yake haikosi mawingu. Mwaka 1994 alifutwa kazi Monaco, matokeo mabaya yakawa kisingizio lakini kwa Wenga ilikuwa fursa ya kujifunza tena. Akaenda Japani kuinoa na Goya Grampus 80 akashinda kombe la Mfalme, akionyesha kwamba mafanikio hayategemei ardhi bali falsafa. Mwaka 1996 alifika Uingereza kwa wakati huo akiwa kocha wa kigeni asiyejulikana, lakini aliyeaminiwa na klabu ya Arsenal. Wengi walimbeza, wengine walimshangaa, huyu ni nani? Lakini muda si mrefu aliwajibu wote kwa vitendo. Wenga alileta mapinduzi sio ya kawaida. Aliweka lishe bora kwa wachezaji, alibadilisha mazoezi kuwa sayansi na akaimiza mpira wa kushambulia wenye ufundi. Ndipo Arsenal ikaanza kucheza kwa mtindo uliokuwa mzuri kwa macho na hatari kwa wapinzani. Mwaka elfu mbili na tatu elfu mbili na nne historia ikaandikwa, Arsenal chini yake kupoteza hata mechi moja kwenye msimu mzima wa ligi kuu, The Invincibles, na Wenger akawa kinara wa mapinduzi ya soka Uingereza. Kwa zaidi ya miongo miwili, Wenger aliongoza Arsenal kwenye kilele cha heshima mataji matatu ya ligi kuu mwaka elfu moja mia tisa tisini na nane, elfu mbili na mbili, elfu mbili na nne na kombe la FA mara saba. Alifikisha Arsenal fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya mwaka elfu mbili na sita ingawa alipoteza kwa mabao mawili kwa moja dhidi ya Barcelona. Lakini alipokosa kushinda taji kubwa kwa miaka mingi baadaye, mashabiki wakaanza kuhoji. Wengi walitaka mabadiliko, wengine waliona bado ana mchango mkubwa. Hata hivyo, Wenger hakujibu kwa maneno, alijibu kwa utulivu na falsafa yake ya muda mrefu. Si kushinda tu bali kubadilisha akili za watu. Mwaka 2018, baada ya miaka 22 ya huduma kupita, Wenga aliacha Arsenal akiwa na rekodi ya mechi 828 za ligi kuu, akashinda 476, sare 199 na, na kupoteza 153. Aliondoka akiwa ameacha urithi usio na mfano. Lakini ya kuondoka kwenye soka alijiunga na FIFA kama mkurugenzi wa maendeleo ya soka duniani akitumia akili yake kuboresha kanuni na kusimamia miradi ya Taifa. Kwa Wenger soka lilikuwa chombo cha kuelimisha, si biashara tu bali falsafa ya maisha. Leo jina lake ni hadithi. Wenger hakubadilisha tu Arsenal bali alibadilisha soka zima la Uingereza kutoka kuwa mchezo wa nguvu na kasi hadi ule wa akili, ujuzi na ufundi. Aliamini kwa vijana akaweka misingi ya akademia na akawapa nafasi wachezaji kutoka Afrika, Ulaya Mashariki na mabara mengine kung'aa. Hadi leo kila timu inayocheza soka lenye mpangilio na nidhamu inatembea kwenye kivuli cha mafundisho yake. Arsene Wenger atakumbukwa si kwa mataji pekee, bali kwa namna alivyotumia akili, nidhamu na imani kugeuza soka kuwa falsafa ya maisha, na yeye kuwa zaidi ya kocha, kuwa mwalimu wa dunia ya soka. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.